Na kama unavyojua mchungaji Gwajima ana leseni ya kuendesha magari makubwa makubwa <muchu> watu wako hapa wanawaza mchungaji Gwajima atasema nini leo, lakini ninachosema tu ni kwamba nina leseni ya kuendesha magari makubwa makubwa kama ni ndege ni zile Boeing 787 kama ni, kama ni maloli semi trailer yale makubwa makubwa leseni ya bajaji sina Kwa hiyo yoyote mwenye bajaji si shughuliki na wewe. Nafikiri mmenielewa eh? Ingekuwa ni lori kubwa ningeendesha. Ingekuwa ni treni ningeendesha. Sina leseni ya bajaji wala guta. Kwao sishughuliki nazo. Ukiona bajaji na kukimbilia, unaachana naye.